Naam, Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa katika Bwana, kwa majina yangu naitwa Bryan Frenki. Siku ya leo ni siku nyingine nzuri tena ambayo tumepata kibali na neema mbele za Bwana kuja kujifunza maneno mazuri matakatifu kabisa ya Mungu. Na siku ya leo nataka tujifunze kuhusu tunda la Roho, mpendwa katika Bwana. Najua umekumsikia Roho Mtakatifu. Huyu Roho Mtakatifu ana matunda yake. Hayo matunda yakikaa ndani ya mtu, huyu Roho Mtakatifu akikaa ndani ya mtu tutayaona matunda yake, anasema Mti utaujua kwa matunda yake, ili uweze kujua huu ni mpera, huu ni mpapai, huu ni mwembe, huu ni ni mchungwa. Utaona machungwa, utaona mapapai, utaona kitu ambacho kilichopo moyo ndani ndicho utakachokiona. Wapendwa katika Bwana, ndivyo hata Mungu alivyo kwetu, ili tuweze kujua huyu mtu ana Mungu ndani yake, tunaona matunda yake, na haya matunda ni ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anaingia kwetu kwa njia ya imani hivyo imani ndiyo mbegu. Mimi imani ndiyo mbegu, utakapopanda imani kama mbegu. Imani hii ni imani, imani, imani ya namna gani? Imani hii ni imani ya kumwamini Yesu Kristo, ya kumkiri kwa kinywa chako kwamba ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, lakini ukaamini kwamba Mungu amemfufua katika wafu, unaokoka. Ukiokoka, Roho Mtakatifu Mungu anakuja anakaa kwako, yaani Yesu Kristo anakuja anakaa kwako Warumi kumi mstari wa tisa. Sasa hii imani ukisha pandwa inaanza kuzaa matunda katika ile Yohana saba ule mstari wa 37 kusoma na 38, pale anazungumza kwa habari ya Roho Mtakatifu, mpaka 39 huko chini anazungumza kwa habari ya Roho Mtakatifu. Anasema kwamba kwa aniaminie mimi, kama maandiko yanavyonena, mito ya, ya maji yaliyo hai itatoka ndani mwake. Kwa hiyo chanzo cha kwanza mbegu ya kuweza kuzalisha hayo matunda ni imani. Na imani gani? Imani ya Yesu Kristo, mpendwa katika Bwana. Sasa ili tunda la roho liweze kukaa kwako, ili tunda la roho liweze kukaa kwako, lina kazi nyingi, lina maana nyingi sana. Ndio maana Mungu kuja kukaa kwetu, yani Mungu pamoja na wanadamu kuja kukaa kwetu, kuna maana kubwa na kazi kubwa. Kazi kubwa tatu muhimu nilizieleza katika video yangu ya kazi tatu muhimu za roho mtakatifu, ukipata muda isikilize video hiyo, utapata ujumbe mkubwa zaidi pale kuhusu kazi tatu za roho Mtakatifu. Basi, nitaenda kwenye tunda moja kwa moja. Inaka, kuna kazi muhimu sana za hiyo Roho, ndio maana tunahitaji matunda yakae kwetu ili tuweze kushinda dhambi, ili tuweze kukataa uovu, ili tuweze kuweza kutubu na kugeuka. Vitu vyote lazima hilo tunda la Roho likae kwetu. Matunda haya ya Roho ni kuanzia ule mstari wa kumi na sita anzia pale mpaka ule mstari wa ishirini na nne lakini kwenye tunda la roho limeandikwa katika ule mstari wa ishirini na mbili na ishirini na tatu Katika ule mstari wa kumi na sita anasema enendeni katika roho, kamwe hamtazitimiza hamta kamwe tamaa za mwili. Tuende katika roho, katika kumjua Mungu, katika kuwa na matunda ya Mungu, katika kubeba ule utukufu wa Mungu, kamwe hatutafanya dhambi, hatutatimiza tamaa za mwili. Basi akaeleza maana mwili maana mwili unapinga kushindana na Roho, wala hawezi wala mwili kufanya nao taka, kitakwenda katika mwili lakini pia katika Roho. Hivyo tupasa kuwa watu wa Roho ili tuweze kushinda mwili. Ukifika sasa ule mstari wa 22 na, na 23 ndipo tunda la Roho linaanza kuandikwa pale na kuelezwa liko kwenye mfumo wa namna gani. Wapendwa katika Bwana, ungana nami tukajifunze tunda hili Roho. Jambo la kwanza kabisa ni upendo. Upendo ni hisia kali ambayo inatokea baina ya watu wawili kuonesha mahusiano ya watu wawili au vipi viwili. Upendo katika Bwana anasema katika waraka wa kwanza wa Yohana nne kwamba Mungu ni upendo. Mungu ni upendo. Kama Mungu ni upendo, upendo katika Bwana tazama huku huu, tazama mema hii, kama Mungu ni upendo, hivyo kumbe hakuna kitu chochote kile, hakuna kitu chochote kile ambacho mwanadamu atakuwa nacho katika mfumo wa roho bila upendo. Ili uweze kutubu dhambi ili uweze kuacha dhambi, ili uweze kusamehe, lazima upendo uwepo. Katika Wakorintho wa kwanza wa kumi na tatu, ukianza kusoma mstari wa kwanza pale anaeleza kuhusu upendo, anasema japokuwa nikinena kwa lugha za malaika wala lugha za mbinguni, kama sina upendo wangu mimi si kitu. Ijapokuwa nitatoa unabii, nitafanya unabii na kuona maono mengi, kama sina upendo si kitu. Ijapokuwa nijaua mwili wangu na kuangamiza katika moto, lakini kama sina upendo si kitu. Upendo uvumilia upendo utakubali. Upendo hauni, hauna husuda, hauhesabu makosa, unavumilia, ndipo utaweza kumsamehe mtu, kwa sababu ukiwa na upendo ndani mwako me kwa maana ya jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. kwa hiyo Mungu hakuhesabu makosa yetu, hauhesabu makosa unavumilia upendo. Kwa hiyo ukisha kuwa unavumilia. Mungu kwa sababu makosa yetu, akaja ili aweze kutuokoa kwa sababu alitupenda. Upeo. Nasi tunatakiwa tuwe na upendo. Ukishampokea Yesu Kristo, Mungu anakuja kwa sababu Mungu ni upendo. Kwa atakuja atakaa kwako na utakuwa na upendo. Kama Mungu alivyo na utakuwa vivyo hivyo. Tunda la pili ni furaha. Upendo katika Bwana. Furaha ni hisia kuu sana inayoinuka katika tukio fulani au jambo fulani inayoonyesha kukubali au kuridhika na hali fulani. Yesu Kristo akawa anawaambia wanafunzi wake, anaambia hata sasa amjaomba kwa jina langu, ombeni nanyi, mtapata furaha yenu iwe timilifu. Yohana 16 mstari wa 24. Kwa hiyo ili tuweze kuwa na utimilifu tuweze kuridhika katika Mungu, yatupasa tuweze kuomba ili tuwe na furaha katika Mungu, yatupasa kuomba. Amin. Anasema katika Wafilipi 4:4, furahini tena anasema furahini. Furahi tena anasema furahi kwa sababu ndiyo uwezo wa Mungu, ndiyo ukuu wa Mungu. Kwa hiyo furaha ni tunda la Roho. Mtu yote aliye na Roho Mtakatifu, aliyemruhusu Mungu ndani mwake, furaha inakuwa inaambatana naye. Tunda la tatu ni amani. Mpendo katika Bwana. Amani ni uhuru kutoka katika masumbufu fulani au masumbuko fulani yanawezekana ni ya maisha, yanawezekana ni ya dhambi, yanawezekana ni ya mambo mabaya. Anasema Kristo alituweka huru kutoka katika laana ya torati, lakini pia mahali pengine anasema tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, maana huo utakatifu, hapana mtu atakayemuona Bwana asipokuwa nao. Anasema jiangalieni, shina la uchungu lisije likachipuka katika yetu, kila mtu aende katika, akipungukiwa na hekima aombe, ili shina la uchungu lisije likachipuka katika yetu likaja likatusumbua. Na watu wengine wakatia unajisi. Amani ikishatafutwa akija Roho Mtakatifu anatupatia amani hiyo, ni Waebrania 12 mstari wa 14. Pia katika Zaburi ya 119 ule mstari anasema wa 165 anasema, wana amani nyingi waipendayo sheria yako wala hamna la kuwakwaza. Wana amani nyingi waliomwamini Mungu, hawezi kuozana na magonjwa hawezi kuozana na vitu vingine, kwa sababu Mungu anakaa ndani yao, hivyo ni watu wenye tumaini. Tunda la nne ni uvumilivu. Uvumilivu ni hali ya kukabiliana na jambo fulani ambalo limechelewa au kukuumiza bila kukata tamaa au kukwazika. Anasema katika Mathayo kumi ule mstari wa ishirini na mbili watawachukia kwa jina langu, wengine watawachukia kwa jina langu. Anasema lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Lakini pia ukisoma Waibrania sita ule mstari kuanzia wa kumi na tatu mpaka ule mstari wa kumi na sita alikuwa anazungumzia kuhusu uvumilivu wa Ibrahimu kwa ajili ya ahadi iliyowekwa mbele yake. Kwa sababu so, Mungu amemwaidia akavumilia mpaka ile ahadi ilipotokea. Lakini pia ukisoma katika Habakuki 3 ule mstari wa kumi na saba mpaka ule mstari wa kumi na tisa, ijapokuwa mtini hautakuwa na matunda, ijapokuwa mzabibu hautakuwa na, na kitu, ijapokuwa, ijapokuwa kuna, kuna tabu ya mizeituni, ijapokuwa kuna kuwa shambani hamna kitu, zizini hamna, hamna kundi. Anasema, lakini nitamshangilia Bwana Mungu wa wokovu wangu, nitamtumaini yeye ambaye anifanyia miguu yangu kuwa mipesi kama ya kulungu, hata nipeleka hata mahali pangu pa juu. Amin, atamshangilia Mungu kwa sababu amemjalia uvumilivu. Ndio tunda la Roho linatusaidia sisi kuweza kuvumilia, na tujue kabisa, Roho Mtakatifu anasema kwamba ndiye arabuni, ndiye uvumilivu, ndiye juhudi katika kuliti uzima wa milele. Tunda la tano ni utu wema. Utu wema ni hali ya kumwangalia mtu mwingine kama we jinsi ulivyo. Katika ile wa Korintho wa pili kumi mstari wa saba Paulo anasema mtu akijiona wa, wa Kristo nasi pia vivyo hivyo. Kwa hiyo natakiwa tufarijiane, tuonyane, kujengana, kila mtu amjali mwenzake kama Kristo alivyo, kama anavyomwona Kristo amuone mwingine hivyo hivyo, huo ni utu wema. Hivyo ukimpokea Roho Mtakatifu, ukimruhusu Mungu akae ndani mwako, hiyo jambo imeumbika ndani mwako. Tunda la sita ni fadhili. Fadhili ni hali ya kuwezesha jambo fulani kufanyika au kutendeka. Anasema, Msifuni Bwana kwa kuwa ni mwema, maana fadhili zake ni za milele. Yeye Mungu, yeye Mungu ndiyo aliyeumba aliyefanya jambo lote, katendeka dunia ikafanyika, wokovu katokea Kristo huyo akafanyika, wokovu ukatokea. Ni fadhili hiyo ya Mungu. Zaburi ya mia moja thelathini na sita ukisoma yote utapata hapo maana ya fadhili. Ukiwa na fadhili, ukimpokea roho mtakatifu, fadhili itakuwa Tunda la saba ni uaminifu. Uaminifu ni hali ya kuwa na imani. Tunajua katika Biblia kumi na moja mstari wa kwanza imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo na ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Kwa hiyo, unakuwa mwaminifu katika kumtumainia Mungu, katika matumaini ya Kristo, katika ile kitabu cha Ufunuo mbili ule mstari wa kumi anasema yuyo mwenye huyo mwaminifu hata kufa nami nitakupa taji ya uzima. Usiangalie vitu vingine, bali huyo mwaminifu katika kuwa na imani, katika kuona na, na utukufu wa Mungu, Mungu atakupa taji uzima . Jambo la nane, tunda la nane ni upole. Upole ni hali ya kuwa mtulivu katika jambo fulani. Katika Wafilipi nne mstari wa tano anasema, upole wenu ujulikane na watu wote maana Mungu yuko karibu. Utulivu katika imani, watu wote wajue kwamba mtu huyu ameokoka, mtu huyu amemwona Mungu, mtu huyu amempokea Roho Mtakatifu, mtu huyu anataka kwenda mbinguni. Anasema Mungu yuko karibu, atakuja akukute katika utulivu wa namna hiyo hiyo. T tunda la tisa na la mwisho ni kiasi. Kiasi ni uwezo wa kuwa na wastani au kuwa na nidhamu au kujizuia juu ya jambo fulani. Pendwa katika Bwana, kiasi hiki ndicho ambacho kimesisitizwa sana pia katika Biblia. Yesu Kristo anakati anafundisha katika Mathayo ishirini na nne kuhusu siku za mwisho na ujio wake, anasema muwe na kiasi kwa kukesha. Lakini pia ukija ukisoma katika Wakorintho wa kwanza tano mstari wa nane anasema tuwe na kiasi pia, kwa sababu tulikuwa wana mchana. Tuwe na kiasi katika mambo yote, tuwe na nidhamu, tuwe na, na, na uwezo wa kujizuia, tuwe waangalifu katika kumtazama Kristo, tukijua kabisa kwamba Mungu atakuja saa yoyote ile kwa hiyo tunda la Roho likisha kaa ndani mwako linakujazi. Mungu akikaa ndani mwako anakujazi hiyo hali ya kuweza kuvumilia, ya kuweza kuwa na kiasi, kuwa mwangalifu katika mienendo yako katika njia zako. Na hili tunda la Roho lote hili ni arabuni, ni bidii ya mwanadamu katika kulisha uzima, ni kitu ambacho Mungu alikiweka ndani mwake ili mwanadamu yote aweze kulisha uzima wa milele. Hivyo yakupasa mwanadamu uwe na upendo, uwe na furaha, uwe na amani, uwe na na uvumilivu, uwe na uaminifu, uwe na fadhili, uwe na kiasi, uwe na upole. Vijengeke ndani mwako. Vikijengeka hivi vitu ndani mwako, utapata kibali mbele za Bwana. Na hautaenda kufanya dhambi, hautaenda kufanya uovu kwa sababu tayari neema Mungu ipo ndani mwako. Katika video ile ya kazi ya Roho Mtakatifu na kazi nyingine ya Roho Mtakatifu ni kukujulisha dhambi. Kama ni kukujulisha dhambi, hivyo utakuwa unaelewa kwamba katika hali inaenda katika hali isiyofaa, yatakiwa nirejee katika utukufu wa Mungu. Mpendo katika Bwana, natumaini video hii imekuwa ni baraka kwako, na kama imekuwa ni baraka kwako, usisahau kusubscribe, ku like, ku comment na ku share na watu wengine, ili waweze kupata video hii, waweze kujifunza namna gani ambavyo yatupasa sisi wanadamu kuweza kurithi uzima wa milele na kukaa na Roho Mtakatifu ndani mwetu na kuweza kumpata huyo Roho Mtakatifu. Anasema ukimkiri kwa kinywa chako nani Yesu Kristo na kuamini moyoni mwako kwamba Mungu alimfoka katika wafu nani Yesu Kristo, anasema utaokoka, utapata uokovu na Roho Mtakatifu atakuja kukaa kwako kama kiongozi, kama mwongozo wa maisha yako yote ya wokovu paka ule uzima wa milele. Ndio anayetusaidia sisi kuweza kuifikiria ile nguvu, kwa sababu anasema katika Waefeso mbili mstari wa nane kwamba tumeokolewa kwa neema kwa njia ya imani. Kama ni kwa njia ya imani, hivyo hakuna jambo lolote ambalo tunaweza kufanya sisi lika likafanya katika hali yetu ya mwili tukaweza kuishi uzima milele, bali ni neema tu Kristo. Mpendwa katika Bwana, isiyo na maneno mengi, nikutakia siku njema, Mungu wa mbinguni akubariki sana. Amen.